Apa watazamaji wa Itara TV online, karibu sana kufuatilia kipindi chetu ya pitapita pita mtahani, na siku ya leo niko Musenyi, nakutana na huu kijana ambaye ni moja kati ya wachuuzi wadogo wadogo ambao anachuuza vocha na masuala mengine hapa kwetu Musenyi day ikimrahisia maisha yake kupata ngalao kapchungu. Mambo vipi kijana? Safi. Safi. Ni sawa, sijui kwa majina ni nani? Majina naitwa Daniel Daniel na kazi yako ya uchuuzi wa mainite hapa hivi Musenyi namna gani? Ulianza wakati gani? Ah, mimi nimemaliza wiki. Umeshamaliza wiki. Si. Na hiyo wazo umeitoa wapi ili wafilia kua chuuza mainite hapa? Ah, wazo wa kuchuuza mainite nimepitia changamoto mengi kupitia maisha , so nikaona ni kwa kwanza niji ndio niprepare kutafuta kisa kupata ngadao , so ndo nikapata beti ya kisa <coughs> Unaonaje marafiki zako best mademo wanakucheka, cheka, unasikia namna gani? Ah, mimi najisikia safi kijana. Sasa vile wewe tunashinda hapo kwenye parapli ya uchuuzi wa unite, ni changamoto ambayo unakumbana nazo, unaweza kaniambia changamoto mmoja mbili ambayo umeshakutana katika kazi ya kuuza unite Changamoto tu mingi vile, na hakuna kisa kwa kwanza, ia na pindi ambapo unafailera, una nimero ambao unaandika nimero mbao kabisa ikuweza fika na initia ikufika. Sasa so unafanya namna gani? Usipo leta tatizo mimi namtumia zingine tu na mtumia nyingine. Asante sana watazamaji wa Itara TV niko na kijana ambaye alisema jina gani tena pale? Yeye ni Daniel ambaye achuuzanit hapa kwetu Musenyi day. Nikuulize swali la mwisho sasa unaweza uh, kaambia vijana nini wenzako, vijana ambao wanalea mikono wanakaa kaa tu, unaweza kuwafundisha nini? So wenzangu vijana, naweza waambia nao wapate akili, wapambane na maisha. So kuikalia hizi sio vizuri. So wanaweza tele ikazi idogo na itawasukuma mbele, na watapata nyingine ya nani ya mingi. So na itawasukuma na itapika ambao siku watapata hela nyingine wanafanya mo makazi Aya, asante sana, tulikuwa na kijana Daniel ambaye ni mkimbizi hapa Msenyi nchini Burundi. Ni mmoja kati ya wa wakongomani ambao wamekimbia usalama mdogo nchini DRC na wakaja hapa kupewa hifadhi na nchi ya Burundi. Na washukuru sana mimi, ambaye niko na wewe katika siku ya leo, ni JDK El Maestro, nyuma ya kamera anaitwa Dan Trezor. Pia nasalimu viongozi wote wa kambi waendelea kusapoti kwa ajili ya kazi hii, big up.